Hivi karibuni kama umekuwa ukifuatilia katika mtandao wa TikTok, kumekuwa kunaenea baadhi ya clips eh, klipu hizi ambazo zilikuwa zinaonyesha hawa wanaume eh, of course ukiangalia ni kama vile eh, maji hayajachemka vizuri unaona kabisa kuna namna wana masap kidogo yani, hawako vile kama tunavyojua pengine ni mambo ya upinde au vipi mwenyewe chio, uweze kutazama hii video. Lakini issue ni kwamba vijana hawa wametrend sana katika page na mitandao mbalimbali ya kijamii Eh, asasa TikTok pamoja na Instagram ambapo wamefungua kanisa la kumwabudu shetani, yaani shetani huyu ambaye eh, sisi ni kama vile tunamkemea, wao ndo wanamwabudu. So, wameweza kutrend namba moja sana katika mtandao wa TikTok wakimwabudu shetani na kanisa lao eh, wameza kuliita E, jina la shetani. So, mimi nitaenda kuku, kukusomea e, hichi ambacho kiliweza e, kutokea kidogo katika mtandao wa TikTok, lakini pia nitakuwa kutazama klipu hii wao wakimwabudu shetani, baada hapo, utakuja tusome maoni ya wadau walikuwa wanasemaje kufuatia vijana hawa. E, kimsingi ni kwamba e, zaidi ya vijana kumi wamefungua kanisa la kumsifu na kumwabudu shetani huko TikTok na kulipa jina Demon Beauty World. Yani, in short, kwamba tuombee vijana wetu na kitu ambacho wamekifanya sio kizuri of course. Imagine wanalita jina la, la mm, e, hili ka, kanisa lao naweza kwanza niite kanisa naweza kusema kwamba wamefungua kijumba e, cha kumwabudu shetani, yani wakalita Demon Beauty World. Kwa maana ya kwamba e, maneno mazuri ya demon demon ni kama vile roho mchafu. Unajua no, kuna roho msafi na roho mchafu kwa wale ambao wamefundishwa mafundisho ma, ma demon in short, ni shetani. So eh, kanisa lao ameweza kulita hivyo, yani eh, maneno mazuri the beauty world eh, of demon then demon beauty world E, ili kanisa la hawa vijana kumi ambao kimsingi, ukiwasikiliza unajua kabisa hawa ni watu wa upinde, lakini pia alikuwa na mwanadada, sio wanaume tu, wanadada wa wa wawili. Unaweza kuwatazama kule nyuma wakiwa wanamwabudu shetani of course. So klipu hii imeweza kuzua gumzo sana katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Nebu usikiliza hichi ambacho walikuwa nakiabudu, e, kabla sije kusomea maoni ya wadau, kile kitu ambacho walikuwa nakisema kulingana na haya mambo ambayo yameweza kutokea, wadau wengi sana, in short, kwa summarization kama vile, wamekasirishwa na hichi kitendo cha hawa vijana eh, kufungua eh, ibada hii kwa ajili ya kumwabudu eh, shetani, kitu ambacho hatujakizoea Afrika, lakini wao kwa mara ya kwanza wangefanya. Hii klipu ni, ni ya vijana kutokea nchi za magharibi huko, eh, Napozungumzia nchi za magharibi ni magharibi mwa Afrika, nafikiri zinajulikana. So imeweza ku trend sana nm e, sikiliza. Lakini baada ya hapo, tutarudi sasa e, tuje tusome komenti za dau zilikuwa zinasemaje kufuatia hichi ambacho kinaendelea. Natumaini umeweza kusikiliza haya yote ambayo ilikuwa inaendelea jinsi walivyokuwa na mwabudu shetani <laughs> e, ni mambo ya kusikitisha, lakini ndo vijana, kitu ambacho wameamua kukifanya na kutumia muda wao mwingi kumwabudu shetani. So ilikuwa napitia baadhi ya comments za dau katika kile kitu ambacho wao wenyewe walikuwa e, wanakinukuu na kusema kama maoni tu kufuatia, eh, hii clip ambayo imetrend sana kwa, ya hawa vijana kutokea nchi za Afrika ya Magharibi e, eh, wakimwabudu shetani. Of course ni moja kati ya kitu ambacho hakijai kutegemewa sana duniani na kilitokea mara moja of course katika miaka ya nyuma, lakini hivi leo kitendo kama hichi kinajirudia sasa. Nem eh, tusome comment za wadau walikuwa wanasemaje ukiwa katika e, eh, mtandao wa Instagram Wadau anaitwa Shinuna akaweza kusema kwamba wazazi, tufunge sana tuombe na tusali sana ila wanangu akifika, wanangu akifika hapa wanamwekea sumu eh, namwekea sumu kwenye chakula eh, nimeona komenti yake imeweza kupata reaction, imepata likes 13, lakini kuna watu wamekuja ku reply. Huyu kamwambia kwamba kusali ni muhimu, lakini pia malezi muhimu, mnawadekeza sana hao eh, watu, mbona kijijini hakuna shoga akaweza kumjibu huyo Shinuna akamwambia kwamba wazazi wangu wanalea watoto kimaadili ila wakikua wanakuwa wat..., wazazi wengi wanalea watoto kimaadili ila wakikua wanakuwa watu wengine. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba papa anaitwa yani, papa akaweza kusema kwamba, da, kocha akasema waache kupiga back pass. Ona sasa washachoma washa, dakika ya tatu, du, hawa vijana Mungu asaidia. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba rekebisha caption kapsheni yako vijana. E, unawajua wewe. Mwingine kaweza kusema kwamba shida Mungu hajibu anaweza, e, hii si kweli, Mungu hayupo. Mwingine kaweza kusema kwamba cha msingi imani. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba e, sasa Jehova ndio shetani. Mwingine kaweza kusema kwamba wame, wame, e, nilikuwa nasoma comment huyu bwana aliyosema sasa Jehova ndio shetani mwingine akazosema kwamba hawajui hata Jehova ni nini. Hu mwingine akazosema kwamba sasa kaka eh, katajwa Jehova na watu kama huwa, na watu kama hawa wewe huoni kinyume hicho kaka? Au sikie watu kama hawa wanaitaje jina kwa wimbo, wewe utahisi nini? Mwingine akazosema kwamba sijakuelewa mzee. Hu mwingine akazosema kwamba wameshiba chokleti, sasa makalio yanawasha huyu mwingine kaza kusema kwamba huu ndio uhaini wenyewe sasa. Mwingine kaza kusema kwamba jamani, uongozi ubadilike ili kuvunja hii laana. Mwingine kaza kusema kwamba e Mungu achilia rehema zako na huruma zako kwa hawa watu. huyu mwingine kaza kusema kwamba i say wanaume tupo wachache sana da. huyu mwingine kaza kusema kwamba Mungu akifikia hatua hii na e, e, mwanangu akifikia hatua hii namwekea sum afa afaka flash na emoji ya mikono huku. Mwingine kaza kusema kwamba kuna e, kuna nuka vitu vichafu katika hicho kitu ambacho ni kiabudu. Mwingine kaza kusema kwamba hawa hawahitaji maombi, acha wajionee kwa huyo devo wao. Mwingine kaza kusema kwamba vijana wako wapi? Mwingine kaza kusema kwamba makubwa haya huku. Mwingine kaza kusema kwamba kiama nakiona mbele yangu huku. Mwingine kaza kusema kwamba vyo vimezibuliwa huu mwingine kaweza kusema kwamba hiyo ni laana. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba kwani hawa ni, ni shoga. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba ndio maana Mungu anatuazibu. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba ngoja wapate pigo tu moja, wataelewa. Mwingine kaweza kusema kwamba hawa ni mashangingi tu, halafu akacheka. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba hivi kwani na mashoga pia wanatwaga wana vijana mwingine kasema kwamba please kanisa unajua maana yake au unaposti ili tu patimie mahali. kuwa kanisa lazima uwe unamwongelea Kristo. Mwingine kasema kwamba mbona wanasema Jehova, we ni Mungu mkuu sana, sijamuona shetani hapo. Mwingine kasema kwamba hawa macho wote hu, mwingine kasema kwamba mzee au sio mze, vijana hebu tengua kauli. Mwingine kasema kwamba Mwenyezi Mungu wasamea, wajua litendalo Mgereza sema kwamba nyakati za mwisho tutashuhudia mengi ya ajabu, na huu ni mwanzo. Hizo ni baadhi ya komenti za wadawa ambazo walikuwa wanazisema kulingana vijana hawa ambavyo walikuwa wanaabudu. Unazungumzaje? Acha komenti yako hapo chini.